Ebana, moja kati ya maoni mengi sana ambayo nimechafutwa kupitia mitandao ya kijamii watu mbalimbali walikuwa wanani DM, wananicheki, wengine inbox, wengine IG kule wananicheki wana, wananiambia bwana ime, hii imekaaje riziki bwana, kwa nini Bongo Fleva? Ingyo. Zamani kulinganisha na zamani kipindi cha nyuma, sasa hivi umekuwa low sana. Tunaona wasanii wa Singeli sasa hivi wanapewa ya time, watu wanasikika mbalimbali, lakini why Bongo Flava? Kati Bongo Flava ndo mziki wa icon of course, ambao ukizungumzia sehemu yote, ukienda ukitaja Bongo Flava, mtu anakujua unatokea Tanzania au unatokea bara au soba na ise. So kitu ambacho wengi wakifahamu, hizi ni sababu ambazo zinafelisha mziki wa Bongo Flava kufika sehemu ambayo watu wanatarajia wa wafike, lakini pia kusaidia kupewa ya time na kusikika sehemu mbalimbali kimataifa, of course. Moja kati ya moja kati ya kitu ambacho watu wengi na wasanii na watu wote kwa ujumla ambao kwa kwenye industry ya Bongo Flavor ambacho wanafeli moja sababu naweza nikasema ni maproducer. Uh, sana sana maproducer wetu wa Bongo ambao wanakubalika sana sana ambao wanapika midundo ya Bongo Flavor na mziki mingine ndio wanaopelekea mziki kwenda mbali, unajua eh? Na katika mziki Bongo uh, katika mziki producer ana asilimia kubwa kuliko msanii, kwa sababu so, producer ndo ana uwezo wa kufanya mziki wako nataka ni ufanye uh, ni ufanye na una kwenda sehemu si fulani. Tumeona wasanii wengi sana nyuma walikuwa wanafanyiwa sana na producer producer, anachukua pasenti yake mziki unadondoka una lakini, pia hata nje wakina DJ Khaldi ni moja kati ya watu ambao wanaandaa mabiti, wanatafuta wasanii, mziki unaenda na unatoboa. Mimi nasema nikashutumu kwenye tuuma za Astokizi yametajwa As kwamba ni moja kati ya icon producer best producer kwa Tanzania ambaye anafanya vizuri, lakini ukubwa wake hatuoni kuwakilisha mziki wa Bongo Fleva sana sana. Huu best producer ambao wamepewa na Watanzania na watu kumfahamu kwa haraka sana ni kwamba Ubesti huo umepewa ku, ku, ku, kutengeneza kulingana na ngoma za watu ambazo anazisikia, mfano kama ama piano afrobeat nyingi ndo amezifanya, na mpaka sasa hivi ukiangalia kwenye stream yake na ngoma ambazo sasa hivi zimefanya na anajulikana kama producer ya stukizi. Ukiangalia ngoma nyingi sana za Harmonize ama piano zimeongozana pale mkono wa no stukizi, mpaka sasa hivi zimeshika namba kwa namna moja ama nyingine ni mtu ambaye anasapoti mziki wa pembeni na bila ye kufahamu, lakini yeye kwa upande wake anaona ni biashara. Lakini kitaifa taifa ukilichukua, uliseme tufanye kitu ili tu, tu, tu, tu, tutambulishe au tuwakilishe ta, taifa la la Tanzania, au Bongo uh, Bongo Fleva kwa ujumla, hiyo inaweza ikawa ana wrong, anakosea kwa sababu kama umeamini wewe ni producer mkubwa, basi tengeneza midundo asili au sio bwana, midundo asili ya bongo fleva, ili tuone ukubwa wako. Ukimpa Diamond Platnumz mziki huu, hapa umeenda kimataifa. Hii ni moja kati ya njia ambayo umesupport mziki wa bongo fleva na umesogea mbali sana sana. Nimeona sasa hivi wasanii wengi sana wa bongo fleva wameamua sasa kuingia kwenye singeli, kwa sababu wanaona bongo fleva imelala. Ukiangalia okay, kama msanii Zuchu kutokea WCB Zuhura, sasa hivi upepo wake kauhamishia kwenye singeli, tunaona na approach wasanii wadogo wadogo, kutumia zile nguvu za wasanii wadogo wadogo ili ye naye ajikite, watu waanze kumfuatilia sana sana, aje na, na kitu kipya, na hata akija na kitu kipya inaweza ikawa kisiwe kipya kiivo, ikawa ni kipya kupitia mapiano isije ile bongo flava official, sijui tumeelewana hapo, lakini pia wasanii mbalimbali tumeona sasa hivi uh, Rayvan kupitia page yake ya Instagram isasori, imeshare story ambayo wengi wa kuitegemea kulingana na Rayvanny ni uh, Best East Africa na amefanya uh, matamasha makubwa Afrika, kuomba pia kutafuta mtu ambaye anafanya kola, uh, uh, mtu ambaye ni mkali kwenye singeli afanye naye collab kwenye hichi kipindi. Ni kwamba ukiangalia mziki sasa hivi umeanza kubadilika kutoka kwenye Bongo Fleva, umeamua kuiweka pembeni. Sasa hip hop sasa hivi asikiki, tofauti na nyuma. Zinakuja tu mbalimbali mbali, ambao hip hop zinauza ni kwa wale femu ambao ulikuwa wanafanyaga mziki wa hip hop uh, kipindi cha zamani na sasa hivi, wana majina wanaokamata uh, mainstreams kama wakina Darasa wakiandaa tamasha mpaka itokee ile support, ndo mziki wa hip hop unauza. Lakini wasanii ambao tunawajua kipindi cha nyuma walikuwa wanafanya vizuri, wakina Sanga wakina Nekimbishi ni watu ambao unaona kabisa maisha yao sasa hivi ukiangalia Uh, ya kawaida kwa sababu hamna impact wanaoingiza kwenye Bongo Fleva, hip hop. Labda wafanye hip hop kwa tradition kudumisha uh, ile imani ya Bongo Fleva na Tanzania kwa ujumla, lakini like, kwa malipo au masla inakuwa ni nothing kabisa. Wasanii wengi sana wanadondoka kwenye singeli, wana approach sana wasanii wa TikTok watoto wadogo, sasa hivi wanapiga wanapiga ile ile ile ile wana, wanasema wanapiga kwenye mshono kwa sababu wanaenda na nyakati, na wanakuja wengi sana kama wasanii wakubwa wapite kwa hawa machalii ambao wanakuja vibaya sana. Swali so, ni kwamba ni kwamba maproducer ndo washtakiwe au wapewe tuhuma kwamba mziki sasa hivi Uh, to make creative tukuzalisha mziki wao wa Bongo Fleva wanalili na mapiano tadili na mapiano mpaka lini? Piano sana mapiano tushazipige sana. Belnasi sasa hivi ananisikia, ni moja kati ya watu ambao wanapendaga sana mapiano kina Diamond. Kuna nyakati unahitajika upunguze, tunaenda na upepo, lakini kuna nyakati unahitajika upunguze. Watu wanataka mziki wao, tumemisi ule mziki wa zamani bwana. So Bongo uh, Bongo Plus tukasema ili lisikae kimya, lisikae kinyonge, tukusogezee hapa kwenye red carpet eh, yetu kwenye headquarters za Bongo Plus. Of course kama umenielewa, kama ni, ni, ni, ni kama na wao umeelewa, na ni mtaalamu pia unaelewa mziki, utaangusha comment hapa kwa Bongo Plus TV. Of course mimi naitwa Rizki Bwana libia kitengo na nyuma kamera yupo Brian. Eh, degea mwenye mikono mia mpaka sasa hivi ananiona nakaa kwenye mfumo wa HD quality. Alafu tukio lingine likitokea, tutazikaunti hapa, alafu tutaelezana, tutaona ni wasanii wetu wangapi ambao wanaleta miayusho kwenye hizi industry ambao zinafanya mpaka zinafelishwa stokizi namba moja. Mimi nimempoint kwa nini aanzishe bo ama piano zinapigwa sana mshikaji anapiga hiyo nguvu ambayo anaitumia kupiga mapiano, aingeitumia hata kwenye kwenye bongo flavor, of course muziki ungesikika sehemu mbalimbali, na watu ingekuwa wanafurahi wanasema, this sound like I like them you know what I'm say, bwana, nimependa hichi kitu, hii sound inatokea TZ Tanzania, nataka nifanye collaboration na hii sound hapa. Lakini mtu anakuona wa kawaida, kwa sababu mifumo ni ile ile yani siwezi nikamsikiliza stokizi nikamuita tufanya collaboration wakati kuna msanii ambaye anatengeneza mziki dj pc kutokea South Africa. So vitu ni vile vile, tusipende kuiga sana. Tunaruhusiwa kuiga kitu kizuri, lakini tusige kupitiliza. Mimi nimemaliza hayo, peace.